Badman, Hmm. Mimi tangu nifike hapa kuna maswali mengi sana nayasikia marafiki zetu wakituuliza ambao wengine wapo Tanzania, namna gani nifanye ili niweze kufika Taiwan? Ni yeah. Visa gani nikate kama mwanafunzi au ni visa gani nikate kama mfanyakazi? Je, nikifika Taiwan nini nifanye? Nini nifanye ili niweze kupata work permit? Nini nifanye ili niweze kuwa enrolled chuoni? nini nifanye ili niweze maybe kupata ajira katika kampuni ya Taiwani. Na nafikiri maswali haya pia wewe wanakutana nayo, nakutana nayo sana, kwa sababu watu ambao tunaishi nao au tupo nao kwa pamoja, huaga nao wanatamani, wakiona watu fulani wako sehemu fulani, au wakiona kwamba kuna watu fulani wanafanya vitu, huaga wao mioyo yao wenyewe inakuwa ina, inahisi kwamba mtu fulani au watu fulani wanaweza kwatuambia chochote na sisi tukafanikisha kwenye haya mambo yetu maybe kama wakiwa wanataka kusafiri au kutoka kwenda sehemu moja kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kazi au kwa ajili ya kusoma kwao. mm -hmm. Tupo hapa kwa ajili ya kuhabarisha au kuwaonyesha namna gani ya kufanya kama wewe unahitaji kuja Taiwani kwa ajili ya kusoma au maybe nchi nyingine au kufanya kazi au kama unakuja kufanya utalii, na kuna wengine vile vile wanakuja hapa in terms ya kutafuta marafiki. Tuko hapa kwa ajili ya kuonyesha namna zote, namna tofauti na kukufanya ujisikie huru na uweze kufanikisha jambo lako kwa ufasaha zaidi. Naam, sasa Batman umeongea kitu cha muhimu sana. Nafikiri Authentic Swahilians ni platform ama jukwaa sahihi kabisa la sisi kuweza kuzungumza na wenzetu, kuweza sasa kupashana na kusanuana na kushtuana na haya, namna gani ya kuweza kuyaendea maswala haya katika namna ambayo inafaa zaidi kwa sababu wanasema ukiwa unajua unapokwenda, hauwezi kupotea, huwezi, yeah, yeah, yeah, eh, kupotea.